A nipeswali zito sana lakini, mimi nitarudi kwa mwalimu mwenyewe. Mwalimu alipata kusema, alikuwa na msemo wake sema, msichoshwe na amani, yaani kuwa kwenye starehe msichoke. Kwa mwalimu eh, kusema eh, kuwa msichoshwe na amani, mbona tumekaa hivi tuparurani? Yaani mkaona ile hali imekuchosheni, nataka kubadilisha, hmm? kwa watu wa dini wanasema Mwenyezi Mungu waliwapa Wayahudi chakula kutoka mana kutoka mbinguni, wakakichoka kile chakula. Kisa maarufu hiki nipo kwenye Biblia na kwenye Qurani. Vijana ni maji moto, vijana e, ni wenda azimu, kuwa wanatazama hapa tu tazame kule, sema hapa tu, tazame kule, kuwa vurugu ya, ya aina yoyote, kwanza wajue mwisho wa siku hawawezi hmm? kuwa wao washindi. Hawawezi hmm. Wao kuwa washindi. Tuna mfano mzuri Gen Z Kenya vurugu zilishtadi, zili, zili, zili na dunia nzima wakaona, lakini leo tutazame ile hasara iliyopatikana ilopatikana eh, wakufa vijana, mama zetu wamekwenda kuzika watoto wao. Nani anataka lile? Na kwa lipi? Serikali imeondoka ondoka lakini vile vile, ili hali hii kuweza kuiweka mahali pake, kuituliza ni serikali, wanawajibu wa wao kuonyesha kuwa watasimamia haki, watasimamia haki. Kuna mambo mengine maanake kama ukiyafanya unakuwa yule mtu umeshamaliza kwa sababu penye haki lazima amani itakuwepo, eh? shangine hawa vijana wanafanya haya yote kwa kutaka kusukuma, mbona tusikilizwi, mbona hii wanafanya hivi, mbona hivi eh? Sasa ni jambo ambalo nila wanasema Kiingereza two way traffic, kuwa na serikali na jukumu vilevile kuonyesha kuwo, si vijana tu kuonyesha wananchi wote kuwa wao watasimama kwenye haki, kwa yule ambaye atashinda, basi haki yake haitokudumiwa. Na sitaki kuzungumza hili, tunajua mwaka wa elfu moja tisa ishirini hapa uchaguzi ule, tulikuwa na uchaguzi wa aina gani? Tunaja kuyazungumza haya, yashapita. Na swali tunasema lilopita alidhuru likishapita lidhuru tena likudhuru tena ile lishapita, yaani nitakuletea kulileta na kuleta na kulileta na kuleta na ile fedha gani? Kwa hiyo hii ndio kauli yangu mimi, nashukuru mm, hmm. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> kwa ushauri wako e, mzuri, ila umenifurahisha, umenigusa kabla sijatosheka, ume, ume, ume, ume, ukoa ndoka Nyerere, nilisema Msichoke, yaani msichoke. mmekaa mpigani, mbona tupigani? si jambo la mtu kuliombea dunia nzima. tunaona nchi za wenzetu, tuziona nchi zetu bwana, nchi zenye vurugu tunaziona bwana. Maanake nyie msingekuja hapa leo kunioje kama hivi. Eh, wala pale Abubakari asingesema mimi nakwenda msikitini kuswali kwa sababu wengine asingerudi angekwenda singerudi singe Mungu apishie mbali nani takalikama <tipenita> hiyo hapana <Ha? tipenita> si jambo ambalo e, vijana wanataka kucheza dansi mpaka asubuhi. Hiyo disk haipigwi tena bwana, mekua watu wengine na kitabu hapa, ameandika dada mmoja husu vita vya Liberia aliniletea hapa, anaeleza kisa ambacho mi kinigusa sana. Huyu dada ni Mtanzania, mumewe Mliberia, lakini walikutana na Uingereza wakatoka kusoma, akamwoa wakaenda kuishi Liberia, ndio akatokea matatizo yale. Oh, mumewe alikuwa na hulka mtaani, vijana wakimfata kucheza mpira, wanataka mpira, wanataka jezi, anawanunulia. Katika vurugu askari, sasa wanaokotwa watoto wadogo, wanapewa silaha, wanafunza watoto wa silaha. Siku hiyo wamevamia kwao, wamevamia kwao, wanatoa wanaua. Sasa ipo hiyo, chepta hiyo mi nimesoma, imenisisimua. Anasema mi nilikuwa na mtoto mdogo, mtoto wangu mdogo, wameingia mdogo. wale vijana wala si jeshi make, jeshi kidogo tuona ile discipline, si jeshi. Wanatoa watu ndani majumba, wanapanga mstari ah. Sasa nasema mimi na mume wangu tunatoka katika wale kile lile kundi, wakija wale, wakija nyumbani kwetu kwa mume wangu, mimi tuna mzee tuna, tuna, tuna, tuna mechi tunataka jezi tunataka mpira akiwapa. Ah. mwe baba fulani A ah, jamani, jamani, jamani, jamani jamani, Ah! huyu mzee wetu bwana, huyu bwana anasema walikuwa wengine waliuliwa, wamewaweka tu wame hapo, wamepiga risasi. anasema wale vijana wakatutafutia mimi mume wangu na mwanangu gari, tena sio gari pasi na nini, gari za hizi Umoja Mataifa, walinda amani hawa kututoa pale kutupeleka mji mwingine ili tufanye nafasi ya, ya kukimbia kurudi huku Afrika huku Afrika Mashariki Isangu. Na wanaokwenda kuwachukua wale watu raia, hawana kusalimu, anasema wamekuja pale, washalewa washaua wengi, hawaoni tabu kwa. Ukisoma kitabu nayo, tukimaliza nitakitafuta pale nikuonyeshe, nasikitisha. Sasa hizi ndio hali ambazo labda vijana wetu hawazijui, eh kuwa si jambo la lakini, na serikali nayo isiwe sababu hawa wakasema sisi tumefanya hivi kwa sababu hawa walikuwa watu wa dhulma, hawa tutaka tu watu kwa sababu ya dhulma zao. Pasiwe na sababu hiyo, lazima usimama kwenye haki <laughs> Nashukuru vitu vingi, na labda tu wakati hmm, unazungumzia mazazi ya Mwalimu Nyerere, lakini hatuwache pia kuzungumzia mwisho wake ndani ya kwenye uso wa dunia. Unakumbuka nini eh, mwishoni mwa maisha ya Mwalimu Nyerere, namna ambavyo taifa lilivyoguswa na kifo chake na vitu kama hivyo? <laughs> Alipokufa Nyerere mi niliandika obituary tazia lilichapwa li, li, li na Mtanzania. Tazia kwanza iliandikwa na Jenerali Ulimwengu na jenerali naamja vizuri mwalimu e. Tazia siku ya pili kifo chake ilikuwa tazia yangu, ipo ninayo sasa zaidi ya ishirini nilimweza mwalimu, kama navyo mfahamu, kupitia kumsoma kwenye vitabu na hasa kwenye nyaraka za zaizi akii, mle ndo utamwona mwalimu katika sura yake halisi, na kuna baadhi ya watu walini walini walinilaumu wakasema Muhammad, mbona umegeuka? Ulikuwa ukimlaumu mwalimu kwa kutoipa umuhimu historia ya TANU, leo unaona mwalimu umempamba. Nikasema si kama nimempamba kwa sifa ambayo hastahili. Kama wewe unaona kuna sifa nimesema mwalimu si si yake, basi eleza kwa ufupi nisikwambia hivyo. Mwalimu anafahamika, hakuna mtu ambaye hamjui mwalimu mwalimu wote tutamfahamu, tumeishi naye, labda nyinyi mlichelewa, lakini mimi nimeishi naye wakati anapigania uhuru. Mwalimu namwona mpaka uhuru unapatikana, ingawa nilikuwa mdogo. Na kwa bahati mwalimu aliishi sana na wazee wangu gerezani, mi nimezolewa mta wakipata gerezani mm na nyumba nyumba ya aliyokuwa ishi baba yangu ilikuwa ni zamani na nyumba akiishi bwana Ali Saiks eh, katika ujana wao, katika miaka hamsini na babangu sema, wananambia mimi nimejuana na Nyerere vilevile nyumbani kwa mamake Abdu Bimruguru eh, nyumba likuwa naye liko iliko nyumba ya mzee mmoja nakitwa Alimgawe. Alimgawe alikuwa na, Ali Ali na mtoto wake anaitwa mtu mzima, kijana akiitwa Msafiri Alimgawe. Msafiri alimuoa shangazi yangu Sikuzani Bisalum, e, Sikuzani Bisalum kakulia pale pale mtaani, na huyo ali na mjomba wako Msafiri kakulia pale pale mtaani e, shangazi yangu anasema yeye alikuwa kera nyumbani kwa mamake Abdu Bibruguru, asema pale kwa akimwona Bimugawe, mamake Nyerere pale na, na, na, na Sofia kwa ni watu ambao histori zao nimezipata kutoka watu ambao waliwajua. E, na ndio maana labda nimejua mambo mengi kwa historia.